kujifunza cha tuzi za Trace mimi nitasema ukweli, sitaficha kitu ah, ili watu waelewe kwa sababu gani sina performa. Makubaliano yetu mimi niweze kuperform maalba, kwa sababu nakuwa na boyka. Ni perform na playback na na, kwa sisi ni nifanye nini? Umeelewa? na Trace ni tuzo kubwa sana dunia, lakini brand ya Trace ni kubwa sana, inatakiwa iwe na hadhi, hadhi hiyo ya performance za live, kwa sababu ndio tunapotakiwa kuelekea na kufanya hizo vitu. Libat it's just entertaining katika club. Wewe tukafanya katika club na, entertain watu through play. Kilichotokea pa <laughs> Sikupendezwa nacho. Nilitakiwa niimbe live, wakatoa oda ili tuwape mwongozo jinsi gani wapige hiyo live. Tukatengeneza uh, tracks ambazo zinaweza zikawalidiwa na muziki ambao watatupigia sisi hiyo siku, ambao walikuwa komposa, tukapeleka hiyo track wafanyie mazoezi katika hiyo track and then siku chache tutakapokwenda pale tafanya rehearsal tulivyowatumia, wakasema hii iko sawa, tutaifanyia kazi, na kweli wakaifanyia kazi. Lakini nafika pale a, a, katika hoteli nikaambiwa ratiba yangu ya kwenda kufanya mazoezi itakuwa in three, no, itakuwa kesho. Lakini kesho baada ya kwenda kutoka kula chakula nikaambia bwana, muda wako wa mazoezi huko sasa hivi 3 hours later, nenda ukafanye na usome. Nilifika hivi sikio shoyo hapa, nilikuwa nyuma before kabla ya shoyo nimeelewa. Nikasema basi sawa, malizo kula hapa, twende kwa mazoezi. Baada ya kufika kule kwenye mazoezi, walifurahi sana kuniona. Kulikuwa kuna wale watoto kutoka Rwanda eh, wakasema, tulikuwa tunakusubiri muda mrefu sana tunakwenda tunakenda sawa, nikazungumza nao, lakini challenge ilikuwa ni mike. Tuna seti mike kidogo pale tufanye mazoezi, na wao walikuwa tayari walishajipanga, na walikuwa wanasubiri simu inapigwa, ukia mtu simu wamba, wakati tuna seti mike kwa, kwa fikira zangu tu fupi na mawazo yangu mafupi ule live na vitu vingi ambavyo niliviona vinaendelea havikuwa vizuri, havikuwa organized kama keaaaniishawaiz shiliganiziwaa kwa sababu kuna watu walik wakipewa majukumu pale, kuna watu walipewa majukumu pale na walikuwa na radio calls nawanakuwa wanahendo vitu vingi pale. Hata katika upande wa sauti walikuwepo Ukiwauliza wasanii wengine wataambia, wakilanano walikuwepo pale. kamtego fulani ambako panya mwenyewe hajanasa. Mimi hamwezi kuniingiza, kwa sababu naelewa Trace ni bali kubwa, wangeleta watu wao, pana usimamia vile jambo ingeenda kama, kama wanafanya Trace ila <laughs> <laughs> Okay, bila shaka Armando ameridhika na jibu ambalo limetoka kwa President. Time watuna muda watuna tamani tuulize maswali mengi. Kwa hiyo nimashukuru sana, na kama tutakuwa na maswali mengine, basi tutaangalia time ya President hapo nje. Asante sana, karibuni kwa media, tutakutana Zanzibar, msiache kuja Zanzibar, mwanito lazima mtapata, bila shaka.